sana bro mi yes. Kesho nitapigia wa mama mtoto, waende tu wao wabaki tu hata hata, sitaenda kuchukua eti nichukue mali. Acha tu wabaki huko, yeah. Siwezi ishi na mtu ananisaliti. Mbona mbona kwa nyumba yangu? Mbona hata jaenda huko nje? Si ungeenda hata utafute room huko nje wale huko, mbona kwa nyumba yangu? Huyo jamaa ukiwa kazini ameshaitoka hivyo, akija kukuambia na kuja huko mara kwa mara. Mostly anatoka, yeah, every every akifumanisha huwa anakuja anatoka anatoka kumba, anatoka kuja hapa Tumekaa hapa sana, kwani huyu daktari mwenye amesema tugoja hapa tunafika saa ngapi? Mimi najua anakuja. Eh. Hey. Yeah. Si utumpigie simu tuone kama amefika ama nini ha? Atuambie ni nini, nini ameenda kutuambia juu. Unajua time pia inaenda. Ingekuwa ingekuwa amekaribia angenipigia simu lakini bado. Eh, hebu e, tumpigie, mp e, mp mpigie tumuulize ni saa amefika wapi hata watu wajui tunafanya nini hapa. Hey, eh, so guys, hapa hivi tumedirektiwa na daktari akatuambia kwamba Cindy ako hapa kwa hii restaurant na akatuambia tufike. Unajua, si tumefika mbele yake ametuambia tumngoje, ndio tuandamane naye atuonyeshe mahali Cindy ako aweze kutupea mtoto. Sasa sisi tuko hapa tunangoja tuone kama anafika lakini tunaona amekaa kaa ni kama kama 30 minutes hivi. saa ngapi hapa sasa? Sasa hapa na nusu bwana, hebu mpigie tu tusikia amesemaje. Sasa itabidi nimpigie na simu yako. Haina shida mpigie tu, lakini itabidi tumngoje kwanza akuje. Acha tu atuwashue kama hapa ndani ama kwa hiyo side nyingine tuone. Bwana, sipale naona ile ni place ya nini ya watu kulewa yeah. Hii ni place ya watu kukula si ndio? Eh. Anaweza sindio, anaweza kuwa ameenda kulewa ama anaweza kuwa ameenda kukula. Sasa muulize kwanza tuone utakusaidia gani? Jukama, jukama kama anaweza kuwa hapa lakini kama anaweza kuwa hapa lakini kama kama amesema mtoto anaweza pata hapa yeah. haizi kulewa kwani ha, kuna mtoto hapa sasa. Umesema amekuja kutusaidia kutusaidia tupate mtoto, sio ndio? kitu na na simpiga tuna line line 1 1 mmm sana anakuja na mtoto mmm, sasa yes, ye, yes, si, but... si, mm, mm, kuna mtu anapiga tena mwingine, lakini acha tukate hii kwanza, upige hii hapo, finya yo namba namba ni daktari mmm Yes, guys, on si tumeambiwa na daktari kwamba e, Cindy ako kwa hapa na tujui kama kuna mtoto ama ametuambia tu ako hapa, tumngoje afike. Eh, Hello. Hello. E, uh, uh, uko uh, uh, salama, si tumefika maeneo yenye ulitu direct kukuja, tuko hapa tuna tunakungoja wewe kitu ambayo mtafanya eh, yeah, eh, msiingie kwanza eh, mningoje nipiga eh, ndio ili yeah, e, niweze kuwasaidia mambo ikuwe rahisi, lakini yeah, mkienda tu huko nyinyi wenyewe yeah, eh, itasumbua kidogo. Sasa mningoje tu nikuja ili yeah, niweze, unajua mi nikiwa hapo kazi itakuwa rahisi yeah, lakini mmewapata, si mmewapata vile nilikuwa nimewaambia bado hatujaenda hata mahali. Wako sijui wamekaa kwa nini? kwa tunaona hapa kuna ni place mbili, kuna mahali pa watu kulewa na kuna mahali pa watu kukula chakula. Sasa tujui kama wako kwa ulevi huko ama wako kwa chakula. Kama mmefika hapo pale, mningoja. nilikuwa nimewaambia, eh, itakuwa vizuri, mningoja tu nikuje, sawa. ili niwasaidie niwarakishie mambo. Mnajua sasa vile nimesikia akiongea na amesema, Cindy anaweza kuwa hapa na mtoto haizi kuwa ulevi.

Unajua, mimi kitu nataka ni mtoto. Kama naweza pata mtoto moja moja, tunge ngoja, ni daktari Martin. Martin, Martin, hapana. Martin bro, ngoja kwa, alafu huyu daktari akuja, ngoja watungengoja, daktari Bro nimeelewa kwanza ah, kidogo. Nini nini? Nimekwambia tungoje daktari afike. Ata mwezi jaisha Sindi. I'm not talking to you. I don't want to to to talk to dogs. I'm talking to the owner of the dog. Wewe. Wewe, wewe. Wapi Junior? Mimi mimi nani? Nani? Ah. Sindi umemwambia mimi nani? Ni Can you Mbona unapenda kuniaibisha every time? Sasa sikuingilia mambo yenu. yenu. mambo. Wapi Junior? Relax. Nipe mtoto wangu mimi niende. Ona, nipe mtoto wangu ufanye malaya wako huko. Mbona unanifuatilia? Unaguza hiki kitu unajua ni nini? Ona huyu. Can this be? Look at me me first then talk to me. Mera.

they you you you? you you you. you. and the, they your family. Who Who are are? What the hell do you think you are? Look at junior. Junior ebu tulia. Kwanza niwaulize. Tafadhali acha nimweleze. Huyu ni mpenzi wa uyu

Ni. Nani? Ah, ah. Sidi Sidi, Sidi, mtoto mtoto Mtoto Mtoto ni ni ni ni ni wa nani? nani? nani? wangu. wangu, wangu. koda koda cha. You cha. you want to tell tell me me that that kid is is is not mine. Bebe, so Sidi is here. Mdomo chake kama mdomo changu. And nini? nini? Who is the father of that child? Unataka unataka mimi ndio ndio baba na ndio mama, unataka aje? You've been taking what? my money in the name taking of uh, catering for the child I love taking your money look at, you. look at you look at you look at you can you afford this dress look at you Can you afford even taking her to salon? my friend you are saying what who the hell do you think you are a man Nini.

Nakwambia, tungetulia tungoja daktari afika. Hivi ni ngumu a lot of this my own house. Mtu analipa rent and claim credit of my own house. Nyumba nilinunua, shamba nikajenga from ground, alafu mtu anasema analipa rent nyumba yangu. I, I don't know where this guy is coming from. from Can Can you, you you know how many women? Man uh, uh, place, babe? No, Now, no. no, no. no, no. no, you get the the reason reason why. I need yeah. DNA. Can you just I stop talking? Mmekuja hapa mmekuja tumedirectiwa kwamba mko hapa na tunajua kama tutakupata ukiwa na yeye tumejua labda tutampata akiwa na mtoto sasa t tumekuja hapa, huyu jamaa alikuwa anadai mtoto kukuja na mtoto. Niambie, hizo vinywaji venye tunakunywa, mtoto anaweza kuwa this place? Unajua hata weka interview, weka umesema, unaitwa nani? Naitwa Binai. unaitwa? Binai. Tulia Binai. Binai, Binai Binai. And are you? Tulia, wendi, unafanya nini? Mimi, huyu jamaa nitafuta na kunitafuta, alikuwa anataka

Wa I don't know si, okay, huyu huyu ni rafiki yangu amenichukua tukuja tuchukue mtoto hiyo tu, mi ni rafiki yake, ni rafiki yake. Na mnashinda mnafuata tu watu nyipi? Hata so, mkidnap mkidnap mtoto mtoto ah, wangu ama, ingekuwa place kama over the hata kawe ni rafiki yake, kazi yenu ni kushinda mtoto wangu? a wewe Mtoto wangu, mtoto wangu, mtoto wangu. Ndugu duka na claim ni ya mtoto. Unajua hata hii pombe hii nimebai millions naweza muosha nayo na kuna mala naweza nipeleka ndugu yangu ungefanya hivyo.

Nakumbuka daktari alikwambia aje. Nakumbuka daktari alikwambia aje. Alikwambia usifanye vitu vya hasira. Anajua. Hizi ni madhara gani mtu ananifanyia? A civilian do this to me. I'm telling you to leave my life alone. Mtoto hako na madhara na uko na namba yake wewe. You cannot beat my woman, my princess, my friend. Wewe? Sio kweli. Tuko kwa watu bro, tafadhali. Tuko kwa watu. Nakumbuka daktari alikwambia tuacha hasira.

20, 20, 20. 20, Please. Nimekwambia, nimekwambia daktari akuja tusaidie daktari. Tulia. Anachelewa, tafadhali. Unaona hata watu wamefurahia, wanacheka tu. Haina haja tulete drama mingi, mm? Hivyo nilikuambia tungoje daktari. Unaona mambo umefanya, umeharibiwa kitu yani ya kazi Hai imetoka tutarudi tu. Tutulie bro tafadhali tulia. Nilikwambia ni, tungoje daktari akuje. Hiyo vitu hatuwezi handle hivyo si wenyewe bro tafadhali hasira punguza. Unakumbuka daktari alikupea nini akiongelesha mara mwisho. Acha Acha nipigie. punguza hasira Ataachana hii kazi. nipigie mama huyo msichana tuende mtoto Hebu nipigie daktari kwanza tuone mala amefika